Kiongozi wa chama cha People's Liberation Party, PLP, Martha Karua, amechukua hatua rasmi kwa kuandika barua kwa mashirika ya bara Afrika akilalamikia kukamatwa na kuteswa kwa wanaharakati wa haki za binadamu Boniface Mwangi wa Kenya na Agather Atuhaire kutoka Uganda walioko nchini Tanzania. Barua hiyo imetumwa kwa Umoja wa Afrika AU, tume ya Afrika ya haki za binadamu na watu, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC pamoja na sekretariati ya jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC. Karua ameeleza kuwa kitendo cha kuwazuia wanaharakati hao bila kufuata taratibu za sheria ni ukiukaji wa misingi ya haki za binadamu na kinahatarisha mwelekeo wa kidemokrasia katika ukanda huu. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Mwangi na Agata Atuhaire walikuwa sehemu ya ujumbe wa waangalizi wa mashirika ya kijamii kutoka Afrika Mashariki waliokwenda kufuatilia kesi inayomhusu mwanasiasa wa upinzani nchini Tanzania Tundu Antipasilisu. Walipowasili walikamatwa na kuwekwa kizuizini pasipo mawasiliano na mtu yeyote. Karua ameeleza kuwa kabla ya tukio hilo, waangalizi wengine sita wa kimataifa wakiwemo majaji wa zamani na mawakili wakuu wa Afrika Mashariki walifukuzwa nchini humo wakiwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere na hivyo kuzua maswali kuhusu nia ya mamlaka za Tanzania. Katika waraka wake, Karua ameorodhesha mapendekezo kumi kwa mashirika ya kikanda na kimataifa ikiwemo kutuma maombi ya maelezo rasmi kwa serikali ya Tanzania kuhusu mahali alipo Atuhaire, kuruhusu uchunguzi wa haki za binadamu na kushirikiana kwa pamoja kutoa tamko la kidiplomasia kuhusu utekaji na kufukuzwa kwa raia wa Afrika Mashariki. Aidha, anapendekeza mkutano wa dharura wa EAC kujadili ukiukaji huu wa mikataba ya haki na sheria na kutuma kwa waangalizi wa kimataifa kuhudhuria kesi iwapo waathiriwa watafikishwa wa mahakamani. Mapendekezo mengine ni pamoja na kutathmini masharti ya misaada ya kimaendeleo kutoa msaada wa kisheria kwa watetezi wa haki za binadamu na kuhamasisha ushirikiano wa kidiplomasia unaojikita katika udhaifu wa utawala. Karua ambaye pia ni mratibu wa mtandao wa umoja wa viongozi wa maendeleo barani Afrika ametaka majibu ya haraka ndani ya saa sabini kutoka kwa taasisi alizoandikia. Taarifa hizi zimeibuka wakati ambapo Boniface Mwangi ameonekana kwa mara ya kwanza hadharani na kutoa maelezo ya kusikitisha kuhusu mateso aliyopitia akiwa mikononi mwa afisa wa Tanzania, huku akiendelea kuwa na wasiwasi wasi mkubwa kuhusu hali ya Atuhaire ambaye hajulikani alipo hadi sasa. Na hii ni Erasmi TV.